Wazee wa stafu wote wana, wana stress mwingine. Alipata kinua mgongo kasiana kazuri kakamdanganya kaka, wakala zote milioni mia, amebaki analia tu. Baba wa watu kamekimbia, kale kameenda kuingi. Tunasema serikali ya CCK, wazee ni tunu za taifa. Tutawajengea nyumba wazee. Pesa tunajua tutazitoa wapi? Mbona mmoja alifanya jamani, laikawa alipata wapi pesa? Tanzania sio nchi maskini, tutakuwa na pesa za kuhakikisha wazee wetu tunawajengea nyumba, wanakula vizuri, wanatunzwa na wanaweza kuoa mwanamke yeyote anayetaka mzee au msichana. Kuna wengine wanasema wapendwi wazee, wazee wanapendwa, ndio wanatunzwa, bora mzee kuliko Mario, naenda kutunzwa na libidi huko. Nielewa, mnielewi oui. Niseme nisiseme? Kwa hiyo kwa swala hii tunasema kwamba tutawajengea nyumba wazee, tutawajengea nyumba pia Watanzania wote mnaopanga. Waki umepanga una uwezo wa kulipa hiyo nyumba, no, no, naona mnaendelea. Mchunguze baba mwenye nyumba huyo, eh, atakuwa anarekebisha kodi yako anamalizana mke wako, inaishia hapo. Tena nakwambia usijali, baba. Kijana wangu endelea tu usijali. <laughs> Nenda kamchague CCK Chama cha Kijamii, David Daud Mwaijegele, naahidi kwamba mtakaponi mtakuwa tarehe ishirini na tisa barabara zote hizi za mitaa za Tanga vitageuzo itakuwa kama London. Ita London. Sema London. Zitawekwa lami, utafurahi, ukicheka utaona meno kwenye lami jiti inavyong'aa, ambayo imewekwa na serikali ya CCK. Hapa Tanzania mimi niko hapa tunaomba Mungu eh, tutolee njia tuinulie mtu mwaminifu. Niko hapa, huyu hapa, David John Mwaijegele, nichague. Ni mimi ili mfurahie nchi yenu. Wengine wanataka kufa kabla, ukajinyonga ujamaliza kazi wewe. Ndio maana ukijinyonga haufi mpaka ulipe madeni ya watu na mpaka uzae watoto ukuletwe hapa kuja kutembea. zae watoto waangalie, kwani mzee. Watoto mnasubiri nini? hakuna magumu na wahidi leo.